Wenzetu wa RUWASA kwa kweli leo hii wanaendelea kuupa heshima Mwenge wa Uhuru katika kuhakikisha wanaendeleza azma ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Mungano Tanzania, lakini kuendeleza sera za rais wa Jamhuri ya Muungano wa Mungano Tanzania juu ya wa kuwafikia wananchi wote kwa kuwapelekea maji safi na salama, na leo hii ndani ya wilaya hii ya Mvomero wanaonesha jitihada gani ambazo wanazifanya kama wenzetu juu ya wa kuwasaidia wananchi. Kwa kweli ongereni sana wenzetu wa RUWASA. Ndugu wananchi, nawaomba sana mwendelee kutunza miundombinu hii ya maji, lakini pia mhakikishe mnatunza mifumo yote ya maji ambayo imetumika katika utengenezaji wa tenki hili. Tenki hili limetumia fedha nyingi za serikali, na hapa ndio mjue kwamba serikali yenu inawapenda chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa kweli inafanya kazi kubwa ya kuhakikisha mnapata maji safi na salama. Injinia ametuonesha hapa jinsi ya upatikanaji wa maji na kila mahala umefikiwa vijiji vingi sana leo hii tunaenda kuepukana na changamoto ya ni wananchi, hii, na hii, maji. Niwaombe sana ndugu wananchi, nyinyi ndio walinzi wa kwanza katika miundombinu hii. Naamini utakapokuwa mnailinda miundombinu hii maji, tatizo la maji katika eneo hili litakuwa limekwisha kabisa, ili tuendelee kutafuta maendeleo mengine ambayo nyinyi kama wananchi wa eneo hili mnastahili kupata. Mwenge wa Uhuru oye! Mwenge wa Uhuru safi. Safi, lakini ombi langu pia kwa wana RUWASA kwa kweli mnafanya kazi kubwa, lakini pia niwaombe sana muendelee kuhakikisha mnawasaidia wananchi pale ambapo mnaona jitihada ambazo za kuongeza ama kuongeza ujazo wa matenki haya. Leo hii tuna tenki la lita laki moja, lakini mkihisi labda kuna uwezekano wengine wa kuendeleza wak, basi msitite endeleeni kuwasaidia wananchi wetu, na kazi yenu tunaiona, na kwa kweli mnastahili pongezi kubwa sana, ongereni sana. Ujenzi wa mradi huu ulianza tarehe 28 mwezi wa 4 2024 na umekamilika tarehe 25 mwezi wa kwanza 2025. Mheshimiwa kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru, lengo la mradi huu ni kuongeza upatikanaji wa huduma ya maji katika kijiji cha Mangae kwa wananchi wa Mangae. gharama za mradi huu Mheshimiwa kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru wa kitaifa, mradi huu umegharimu jumla ya shilingi milioni 643 laki saba na hamsini elfu hadi sasa kiasi ambacho kilichotumika ni milioni 424,193,221 na senti 46. Mradi huu umekamilika na wanaotoa huduma kwa wananchi wa kijiji cha Mangae. Manufaa ya mradi huondoa changamoto ya maji kwa wananchi wapatao elfu nne na arobaini na tisa. Wakinamama walikuwa wanatembea umbali mrefu sana kutafuta maji. Daktari Samia Suluhu Hassan asikia kilio cha watu wa Mangae akatuka fedha zaidi ya milioni mia na tayari kazi imekamilika, na wananchi wa Mangae wanatufaika na huduma hii ya maji piga makofi mengi kwa mweshimiwa raisi. Mengi katika wilaya ya Mbomero miradi ya maji ambayo sasa hivi wakandarasi wanaendelea na kazi huko ni jumla ya zaidi ya shilingi bilioni 15 haiaraikoia mbombeo